Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Katiba na Sheria, niliyopo mbele yako, nimekuja leo kwa ajili ya shukrani. Juzi nilisimama kwa ajili ya ombi katika uwanja wa Mayunga, nilikulilia, nawe ulinisikiliza. Nashukuru sana, ulioagiza wamefika ndani ya siku hizo ulizowaelekeza kwamba wafike waweze kunifanyia njia na jana wamefika, wametatua tatizo langu ambalo lilikuwa limeniuma kwa muda mrefu, limekuwa donda ndugu. Hivyo mheshimiwa, napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru sana, lakini pia nikiendelea kumshukuru mheshimiwa Rais mama yetu Samia, hasa ni daktari ambaye aliona ni vema asogeze huduma hii kwa wananchi, ili nasi wananchi tuweze kupata nafasi ya kusikilizwa, kwani nafasi hii tulikuwa tunaikosa sana, na tulikuwa tunaumia kutokana na matatizo yawezekana yakuwa madogo, lakini yanakuwa mpaka makubwa kwa sababu ya gharama za kiuchumi. Tunasema asante. Nipende kusema kwa ufupi, ninakushukuru na ninaendelea kukuombea kwa Mwenyezi Mungu. Nasema wananchi wa Songea hawajakosea. Mheshimiwa, ikikupendeza Naomba nipige magoti na nikiendelea kukuombea kula kwa wananchi wa Songea wakuchague tena, kwani kula zao zimeniwezesha hata mimi kugusa ili kupata angalau uondo, kwa sababu wewe ndo umetuma timu yako ili iweze kufika, na hao watendaji vijana ambao mmewatuma kweli ni wachapakazi na wanafanya kazi kwa kujituma kwa moyo. Nimeamini kwamba wanafanya bule, bule, bule kabisa. Huu ni ushuhuda tosha ninasema asante mama yetu, ninamuombea kwa wananchi wote, tukubali tumpe ridhaa tena ya miaka mitano aongoze bila upinzani wowote. Mama Samia oye! Mheshimiwa Damas Ndumbaro oye! Na waheshimiwa wote wa wilaya yetu, wakiwemo Mheshimiwa wa wilaya Erasto Simba, mama yetu, Mheshimiwa wa mkoa Fatuma Mwasa na waheshimiwa wote, mimi ninapenda kuwashukuru nasema sasa hivi. Ndio maana nilikuwa nimeshakimbia kwenda kupumzika, kwa sababu nilikuwa silali, yani nilikuwa nimeshapata hata vidonda vya tumbo, lakini kuanzia hapa sasa mimi nitapona. Mheshimiwa, asante sana, nashukuru. Haya sasa nakuomba hapa, dada yangu Adelina, nikukabidhi rasmi hati ya makubaliano ili kulinde